huyu bidada bwana aliamua kwenda kutengeneza sura yake kutengeneza pua, alienda kufanya plastic. Eh, mrembo huyo Sishikiki Sikamatiki alienda kufanya plastic surgery na kuchonga pua yake, kwa sababu wadau anakwambia kwamba alikuwa na pua flanihvpana na ni moja kati ya vitu vilikuwa vinamnyima confidence kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanapenda sana kumsema kuhusiana na pua yake. Sasa basi, bidada huyo ameona kwamba isiwe shida, akaamua kwenda kufanya plastic e, inaitwa Eh, ambapo ameenda kutengeneza pua imekuwa nyembamba imechongoka kama Michael Jackson, na aliporudi wadau wakaanza tena kumsema vile vile, yani wabongo hawanaga jema. Awali walikuwa wanamsema kwamba pua yake ni pana, sasa hivi tena bado wanamsema kwamba pua yake imechongoka kama Michael Jackson na amejaribu. Sasa basi, tumepita katika peji mbalimbali, hivi karibuni ni kwamba huyu bidada sio kwamba labda eti ndo angejificha kutokana na kwamba watu wamekuwa wakimsema, hapana, ndo kwanza anazidi kushow off pua yake. Eh, ukipita katika mitandao ya kijamii huko utakutana na video zinamuonyesha huyu bidada akiwa anaonyesha pua yake wala hana habari e, bwana. Na kumeibuka maneno mengine hmm? Ehe, kuna mdau, kuna peji hapa imekuja imeripoti, wameandika kwamba ukizungumza A akizungumza na vyombo vya habari, mchunguzi wa masuala ya burudani anayefahamika kwa jina la Dasto, ameeleza e, kushangazwa na maneno ya watu wengi sana wakiwa wanamkosoa mrembo na mfanyabiashara maarufu nchini Tanzania anayefahamika kwa jina la Shishikiki Sikamatiki baada ya kushea picha pamoja na video zilizokuwa zinaonyesha kwamba amebadili mwonekano wake kwa kufanya upasuaji wa mdomo pamoja na pua yake, yani kubadilisha kidogo mwonekano wa sura. Dasto amesema kwamba sioni haja ya kumsema vibaya. Ukweli ni kwamba yule ni mrembo na ni haki yake, maana ni mwili wake. Pia vile vile, ukweli binafsi yangu naona kwamba amependeza, na hata kama akiagizwa sura, hata kama ukiagizwa sura ya upole, basi mchukue yule mrembo ndio mfano wa sura ya upole. Umeona bwana. <laughs> Wadau wamekuwa wakimsapoti mrembo huyo kuhusiana na ishu ya kuenda kutengeneza pua yake umeona japo japokuwa watu wengi sana pia huko mitandaoni wamekuwa wakimsema kwamba amekuwa na pua kama filimbi eh, lakini wengine pia wameonyesha support kwa upande wangu mimi nikimtazama naona bwana amependeza tu eh, yuko poa kabisa hakuna ubaya wowote lakini ukipita sasa hivi katika peji zake za mitandaoni hapo ndo utabaki mdomo wazi maana utakutana na komenti nyingi sana zikiwa zinamsema vibaya huyu bidada Umeona bwana, eh, kuhusiana tu na hiyo issue ya yeye kutengeneza pua. So ukiwa kama mdau, hebu tuambie kwa upande wako, unazungumziaje mwonekano wa mrembo huyo sishikiki, sikamatiki, baada ya kwenda kufanya plastic surgery ya kutengeneza pua yake. Uweka maoni yako, tutakuwa tukisoma na ku-replay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.